Mimi pamoja na viongozi wenzangu kwa jambo moja kubwa, na tutaongea kwa muda mfupi sana tukizingatia kwanza, leo ni siku ya juma na tunataka tupate ngamia kule, lakini la pili, leo nataka nitembee Jibondo, nitembee Chole na nitembee Juani kwa siku hii hii moja, kwa sababu kesho jioni tunamaliza ziara kesho kutwa Jumapili inabidi tuwe Dodoma kwa ajili ya kuanza shughuli za bunge. Kwa wazee wangu mimi nitaongea kwa dakika tano kama alivyoongea mheshimiwa diwani. Lakini kikao hiki ni cha pande mbili. Baada ya sisi kuongea tutatoa fursa kwenu kwa mwenye jambo lolote kwa kadri mtakavyoona inafaa. Alimradi tusitumie muda mrefu. Wazee wangu, ndugu zangu, leo mimi binafsi nimekuja mbele yenu, nimekuja na mambo makubwa matatu na nitayazungumza kwa ufupi sana kwa kutumia zile dakika tano nilizozitaja zitaji. Ndugu zangu, kama mnavyofahamu tulimaliza au tulifanya uchaguzi tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi, 2025. Wiki iliyopita tunazungumza habari ya Jumatano iliyopita mpaka Jumatano juzi, e, jana Alhamisi na leo Ijumaa. Takriban leo siku ya kumi toka tufanye zoezi letu la uchaguzi lakini siku ya Jumatatu ya tarehe tatu mwezi wa kumi na moja, ndugu zangu, nilipata fursa ya kualikwa kwenye hafla au kwenye sherehe ya uapisho wa Daktari Samia Suluhu Hassan kule Ikulu Dodoma. Na baada ya uapisho ule, nilipata fursa ya kuonana na Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo mambo yote matatu ambayo nimekuja nayo yanatoka kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumpige makofi tafadhali. Wazee wangu, ndugu zangu, jambo la kwanza, nilipokutana na daktari Samia, aliniambia anaomba nimletee salamu zake za pongezi kwa wananchi wa Jibondo, kwa wananchi wa Chole pamoja na Juani, lakini kwa wananchi wa wilaya ya Mafia anawapongeza sana kwa siku ya tarehe ishirini na tisa mlipojitokeza na kwenda kutekeleza haki yenu ya msingi ya kufanya uchaguzi wa viongozi ambao watatuvusha au watatuongoza kipindi cha miaka mitano ijayo. Kwa naomba mpokee salamu za pongezi kutoka kwa Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Pokeeni, pokeeni, pokeeni pongezi zake na salamu zake tafadhali lakini sambamba na kujitokeza, alisema nifikishie vile vile pongezi zangu. Hali ya Mafia kabla ya uchaguzi, siku ya uchaguzi na baada ya uchaguzi, sikusikia rabsha, sikusikia fujo, sikusikia maandamano, sikusikia maneno, sikusikia vijiwe vikiongea kitu chochote. Niwapongeze sana wananchi wa Mafia kwa utulivu ambao wameuonyesha katika kipindi chote toka wakati wa kampeni siku ya uchaguzi na baada ya uchaguzi kwao, anawafikishia salamu za pongezi nyingi sana kwa utulivu mlioonyesha katika kipindi chote, wakati tunatengeneza harakati za kuwapata viongozi wetu ambao watatuvusha kipindi cha miaka mitano ijayo. Hapo vipi? Hapo vipi? Hapo vipi? Ajenda ya kwanza imeisha, um, vizuri. Ajenda ya kwanza imekwisha. Ajenda ya pili, akaniambia, sambamba na pongezi Naomba unifikishie salamu zangu za shukurani. Niwashukuru sana wananchi wa Jibondo. Niwashukuru sana wananchi wa Mafya. Kwa nifikishie sana salamu zangu za shukurani kwa wananchi wote wa Mafya. Kwa ndugu zangu, leo nimekuja Jibondo kufikisha salamu za shukurani za Daktari Samia Suluhu Hassan. Daktari Samia Suluhu Hassan hakufika Jibondo. Hakufika Chole, hakufika Juani. Lakini wala hakufika Mafya. Lakini ndugu zanguni, tumemwonyesha imani, tumemwonyesha ihsani, tumemwonyesha wema wa watu wa Mafya. Kura thalathini na saba elfu mia saba na kitu, asilimia tisini na nane ameipata hapa Mafya. Kwa hiyo anawashukuru sana kwa imani, anawashukuru sana kwa ihsani, anawashukuru sana kwa wema mliomwonyesha. Ataendelea kuiamini, lakini ataendelea kuihudumia na ataendelea kusikiliza matatizo yetu na changamoto zetu, ili aweze kuzipatia ufumbuzi sahihi katika kipindi chote cha uongozi wake wa miaka mitano hapo vipi, sambamba na shukurani za daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu zanguni, na mimi nimekuja, nimekuja kuwapongeza, lakini nimekuja kuwashukuru. Ndugu zanguni, uchaguzi ulikuwa na ushindi wa kishindo cha kimbunga kama kile kimbunga Hidaya kilipita mwaka jana mwezi wa tano, basi kimbunga kingine kilipita tarehe ishirini na tisa kwa kunipigia kura za kishindo. Wazee wangu, hakuna kijiji hata kimoja, hakuna kata hata moja ambayo nilipata chini ya asilimia tisini na tano ya kura zote zilizopigwa. Niwashukuru sana wananchi wa Jibondo. Tulikuja tulifanya mkutano hapa, tulisisitiziana swala la kujitokeza lakini tulisisitiza swala la kuchagua Chama cha Mapinduzi, mlimiminia kura Daktari Samia Suluhu Hassan, mlinimiminia kura mimi. Hapa kata hii ya Jibondo nilipata kura zaidi ya elfu tatu, na niwashukuru sana wazee wangu. Ahadi yangu kwenu, nitaendelea kuwa mwaminifu, msikivu, mwenye upendo. Nitaendelea kufanya kazi kwa bidii, nitaendelea kushirikiana na nyinyi ili ile nia, dhamira na ndoto ya kuibadilisha Jibondo, lakini ya kuibadilisha Mafia, ya kufikia hatua kubwa za maendeleo ambazo wengine wanadhani kama ni ndoto. Ndugu zangu, ni tunakwenda kuyafanya hayo, tunakwenda kuasimamia hayo. Ndugu zangu, ni tuombeane dua katika dhamira njema tunayokwenda kuijenga Mafia mpya. Wengi walizani kama historia tu umeme kuwaka Jibondo. Wengi walizani kama historia tu shule kujengwa Jibondo. Ndugu zangu, ni mengi makubwa yanakuja. Hakuna mtu aliyedhani katika kipindi hiki tutakuwa na mnara, tutakuwa na shule nzuri, tutakuwa na zahanati nzuri, tutakuwa na shule sekondari nzuri, tutakuwa na umeme, hakuna. Lakini kwa jiografia ya Jibondo, vitu hivyo vitakapokamilika, Jibondo itakuwa ni sabu, kule tunasema nini? Bangladesh, sawa eh? au Madagaskar, sawa eh? Au si shells. Kama kisiwa chochote duniani ndo patakuwa wapi? Jibondo hapo vipo. Ndugu zangu, naomba mniamini, mmenipa deni, mmenipa kazi ya kufanya kutokana na kura ambazo mlinimiminia siku ya tarehe 29. Nina jambo la kufanya Jibondo, nina jambo la kushirikiana na nyinyi kuhakikisha kwamba changamoto zetu tunaenda kuzifanyia kazi. Hapo vipo, wazee wangu, ndugu zangu, shukurani hizi vilevile vile zimetolewa na Mheshimiwa diwani wetu mteule anawashukuru sana, amezungumza mwenyewe hapa, lakini kwa niaba yake na kwa niaba ya chama cha mapinduzi, tunawashukuru kwa imani mliotuonyesha chama cha mapinduzi kwa, kwa imani mlioonyesha wagombea wa chama cha mapinduzi katika utatu wetu wote, kuanzia mheshimiwa rais, mbunge, pamoja na mheshimiwa diwani, tunaahidi kwenu kuhakikisha kwamba tutakwenda kuwatumikia ndugu zangu. Ndugu zangu, ni jambo la mwisho, ajenda ya mwisho ya tatu, ndugu zangu, miaka mitano ambayo mlituandika kazi toka tarehe ishirini na nane mwezi wa kumi mwaka ishirini ishirini tulihitimisha tarehe ishirini na nane mwezi wa kumi ishirini ishirini na tano miaka mitano ilikuwa imekamilika. tarehe ishirini na tisa mlipojitokeza mkaenda kupiga kura mkamuunga mkono Daktari Samia, mkaniunga mkono mimi Kipanga, mkamuunga mkono ndugu yangu Kichema. tafsiri yake mmetuandika mkataba mwingine mpya Tafsiri yake mmetuandika kazi nyingine mpya kwa kipindi cha miaka mitano ijayo. Ndugu zanguni, tunafahamu miaka mitano iliyopita tulikuja hapa tukawauliza tuanze na mambo gani au tufanye nini Jibondo. Mlisema tunataka shule, tunataka mawasiliano, tunataka umeme, tunataka kadha wa kadha wa kadha. Tunaamini kwa kiasi kikubwa yale ambayo tuliyajadili kipindi cha miaka mitano iliyopita tumeyatekeleza inawezekana ikawasiwa kwa asilimia mia moja, lakini tumekwenda zaidi ya asilimia tisini. Ndugu zangu ni leo, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa nimekuja tena mbele yenu. Tunaanza safari mpya ya miaka mitano ijayo, tunaomba ridhaa yenu, tunaomba ruhusa yenu, lakini tunaomba hoja zenu kwa, kwa kudhania au mnachofikiria kwa hapa Jibondo, safari yetu ya miaka mitano ijayo tuanze na jambo gani? Mnafikiria safari yetu ya miaka mitano ijayo tuanze kutimiza jambo lipi? Mnadhani au mnavyofikiria, katika safari yetu ya miaka mitano ijayo tuibue jambo gani tena jipya ambalo mnadhani hilo likifanyika safari yetu itaanza na mguu ulio mzuri. Kwa hiyo hili, ndugu zangu, katika ajenda, ajenda ya tatu ni ajenda yenu. Niwaombe ni sana ndugu zangu, japo kwa uchache, tupate hadidu za rejea tupate mpango kazi wenu, kwa sababu sisi tutabakia kuwa watumishi kwenu. Nyinyi ndio wenye duka, nyinyi ndio wenye nyumba. Sasa hausi gelo au hausiboi hawezi kujipangilia kwenye nyumba ya bosi wake kwamba leo apike nini au leo afue nguo gani. Tumekuja kwenu leo kuomba kazi gani tuanze nayo, kama alivyo hausi gelo na hausiboi pale anapoamka asubuhi na kuagizwa kwamba leo asubuhi utapika chai ya maziwa tutakula na vitumbua, mchana utakaanga udufi au utakaanga pweza tutakula na ugali ukakulumagia, na jioni tutafanya vipi? Yeye wajibu wake kutekeleza. Wazee wangu, sisi mahausi boy wenu tumekuja hapa kwa ajili ya kuwasikiliza nyinyi. Kwa hapa Jibondo tuanze na jambo gani katika safari yetu ya miaka mitano? Tunasema jambo la kufanya nini la kuanza nalo. Kwa sababu kila mtu anakuwa na, na mawazo yake, lakini nyinyi ndio ambao mnaishi Jibondo. Itakuwa si haki wala si wajibu, mimi mtu wa Dar es Salaam, mtu wa Dodoma, nikaanza kupanga hapa Jibondo, basi nitafanya kitu fulani, huenda kile nitakachokuwa nataka mimi kufikiria kufanya huko hakina umuhimu. Kwa ndugu zangu, ni waombe sana, utawapa fursa sasa, katika eneo hili tuweze kuzungumza ili mtupe kazi ya kufanya ya kuanza nayo katika safari yetu ya miaka mitano ijayo. Hapo vipi?